Na leo tafakari yetu imetoka katika Wafalme wa Pili sura ya kwanza. Um, lakini kabla tunaingia kwenye Wafalme wa Pili sura ya kwanza, majuma aliyopita tulikuwa tunaangalia kitabu cha Wafalme wa Kwanza, na kupitia kitabu cha Wafalme wa Kwanza tulijifunza mambo mengi, kuanzia kwa mfalme Suleiman, namna ambavyo Suleiman ali baada ya mfalme Daudi, Suleiman alipochukua ufalme baada ya baba yake namna ambavyo alivyotawala na utawala wake ulivyokuwa lakini alivyoenenda na matokeo yake na yale yaliyojiri kupitia ufalme wa uh, Sulemani. Kwa nakaraka nataka tuangalie mambo ambayo tulijifunza kwa ujumla kupitia kitabu cha Wafalme wa kwanza, kama sijaingia kitabu cha Wafalme wa pili sura ya kwanza. Tumeona uh, vitu tofauti kupitia kitabu cha Wafalme wa kwanza. Jambo la kwanza tumejifunza kuhusu maisha ya mwamini katika maisha ya mwamini tuliona kabisa kwamba mtu yoyote ambaye ni mwamini anapaswa kutembea katika hekima na kumtii Mungu. hekima na kumtii Mungu. tunaona kabisa Suleman alipoulizwa na Mungu anahitaji nini aliomba hekima. na kupitia hekima ile Suleman aliweza kutembea na Mungu kwa uadilifu lakini pia kupitia utii Mungu alifanikisha sana kwa, kwa, Sulemani, kwa matutebe, hekima. Na sisi kama waamini tunajifunza kwa a kwamba tutembee katika hekima na utii kwa Mungu ili tuweze kupata mafanikio. Tusitangulize kwanza mambo mengine, bali tutangulize hekima. Na hekima unaipataje? Hekima unaipata kupitia neno la Mungu, na tukiwa na hekima ambayo imefungwa ime, ime, ime imetokana na neno la Mungu, maisha yetu yatakuwa mafanikio na ya ushindi. Lakini pia katika maisha ya mwamini kupitia kitabu cha Wafalme wa kwanza, tuliona athari za kuacha Mungu. Tunaona baada ya kusema ni kutembea kwa muda na Mungu, ilifika mahali akaoa wake ambao ni wake wa mataifa, na matokeo yake yalimsababisha akamwacha Mungu, akaanza kukwenda kinyume na maagizo ya Mungu, akaanza kufanya ibada za sanamu, kwa sababu ya kuoa wale wanawake ambao ni wanawake uh, wa kigeni na kupitia hili tunajifunza kwamba uaminifu wetu kwa Mungu ni, ni muhimu sana kwa maisha ya kiroho lakini pia kwa maisha ya kimwili. Uaminifu wetu kwa Mungu unapopungua inaweza ikapelekea maisha ya kiroho uh, inapelekea maisha ya kiroho kuwa katika hali ambayo ni dhaifu, na matokeo yake mwili pia unapigwa maisha ya mwili maisha ya kawaida ambayo na nazunguka ambayo tunayaona haya kwa macho tunaiona, na yeye anapigwa kwa sababu katika roho mtu anakuwa tayari ameshashindwa. Na tunaona kabisa ufalme wa Sulemani, baada ya Sulemani kukiuka maagizo ya Mungu, Mungu alimwambia kabisa kwamba nitaurarua kwa roho yako, nitaugawanya kwa roho yako, na matokeo yake kweli falme zilizofuata ziligawanywa, haikuwa tena ufalme mmoja, bali ziligawanywa. Lakini pia tunajifunza kwenye masuala ukiangalia masuala mazima ya kiuchumi katika hiyo sura ya kwanza kwenye masuala ya kiuchumi tunaona kabisa kwamba utawala wa haki, utawala wa haki unapelekea maendeleo ya kiuchumi. Utawala wa haki unapelekea maendeleo ya kiuchumi, tuliona kupitia utawala wa Sulemani. Sulemani alitawala kwa haki, lakini pia alitawala katika utaratibu ambao uliongozwa na ile hekima ya Mungu ambayo -alipata ndani yake, na kupitia hivyo Mungu alisababisha utajiri mkubwa ndani ya Israeli mpaka ikawa watu, wafalme wengine wanakuja kujifunza kupitia kwenye ufalme wa Sulemani. Kwa hiyo hapa tunajifunza pia kwamba tusiwe katika ngazi zote za utawala au tuwe katika ngazi zote za uongozi lakini pia kwa taifa kwa, kwa, kwa mtu yote ambaye anaangalia kipindi kama hiki. mtu yote ambaye kwenye mamlaka yoyote ile akitawala kwa haki na kwa utaratibu kadri inavyofaa, basi ni dhahiri kabisa kwamba Mungu anachilia mafanikio makubwa na, na utajiri mkubwa kwa wale wanaoongozwa, lakini pia kwa hiyo nchi au eneo ambalo linaongozwa na huyu kiongozi ambaye anafuata haki lakini pia tuliona namna ambavyo utawala wa kidhalimu ambao uliongozwa lio, na Rehoboam jinsi ambavyo ulipelekea kusababisha mgawanyiko wa Israeli, na ina maana pia Rehoboam yeye alikuwa anaongoza kwa udhalimu pia tunajifunza hapa kwamba uongozi wa udhalimu unapelekea anguko kwa wale wanaoongozwa, au unapelekea hali duni kwa wale wanaoongozwa kwa hivyo tukiwa katika ngazi za mamlaka tuangalie sana na kujiepusha na udhalimu kwa sababu udhalimu unasababisha udhoofishaji wa hali za watu lakini pia udhoofishaji wa maendeleo ya eneo au taasisi ambayo kiongozi huyo anaiongoza kwa hiyo tunajifunza hapa kuongoza kwa haki na kuongoza kwa bila kum, bila udhalimu amina watu wa Mungu ya lakini pia tunajifunza kwa habari ya familia, kupitia hiyo sura ya wafalme wa kwanza, tunaona namna ambavyo wajibu um, wa wazazi kwa watoto wao tunajifunza kupitia hii hi, kitabu cha wafalme wa kwanza sura tofauti tofauti tulivyozisoma. Tunaona wakati Daudi anakaribia kuondoka, Daudi haku, haku mwacha Sulemani hivi hivi, Daudi akasia Sulemani isha ili wawe watu bora na watu ambao wanakusanga bali mkushwa katika maisha yao. Daudi, kabla ya kuondoka, alimwachia Suleiman maagizo, amfuate Mungu, afuate maagizo yote ya Mungu na asikilize sauti ya Mungu, ndio ambayo itamuongoza katika ufalme wake. Na tunaona Suleiman alipoingia katika ufalme, alikuanza kupata maagizo ya Mungu na kutii maagizo ya Mungu, ufalme wa Suleiman ulifanikiwa sana. Kwa hiyo hapa tunajifunza kama familia, tuna tuna wajibu wazazi.